Na asante kwa kuendelea kuitazama Nyikani TV. Na asante kwa kuendelea kulike, kushare na ku comment. Lakini pia asante kwa wale ambao walikuwa hawajasubscribe wanaendelea ku subscribe channel yetu ya Nyikani TV Africa. Tukiendelea kubadilishana mawazo, taarifa na kuzungumza kupitia uh, comment section ama kupitia ukurasa wa maoni lakini pia baadhi tunapigiana simu tunapeana mrejesho wa mambo mawili matatu, huku tukitafakari yanayoendelea, tulikotoka, tulipo na huko tunako kwenda. Nyakati hizi ni nyakati za kampeni ya inaitwa kampeni, kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Niwapongeze sana wale wote ambao wanahudhuria mikutano ya ziara za viongozi ambao viongozi wanasema kwamba wapo kwenye mikutano ya campaign, lakini mimi naona ni ziara tu. Ni ziara kwa sababu gani? Ni ziara kwa sababu mahala pengi utawasikia wakieleza yaliyofanyika na wao, siyo yaliyofanywa na wananchi. Kwao wananchi ni kama ni kama wahamiaji fulani tuhivi, alafu wanapelekewa mikate na kuambiwa sasa shangilieni. Lakini kitu kinachonitafakarisha zaidi kwamba viongozi uh, wengi kwenye ziara zao hizo na mikutano yao hiyo, wanapozungumza yale mambo, wanapoeleza kwa huo mkusanyiko unaokuwepo kwa wakati huo, ni mara chache sana kushangiliwa. Na inafikia tu baadhi wanalazimisha kwamba pigeni makofi ama shangilieni ama mshangilieni mtu fulani, sijajua hii ina maana gani, lakini niwapongeze hao pia, lakini niwapongeze pia wale wote ambao hawahudhurii hiyo mikutano ya utekelezaji wa ilani zilizopita. Kwa nini sababu ya kuwapongeza ambao pia hawataki kwenda kwenye hiyo mikutano na kwenye hizo ziara za viongozi ni kwamba kwa sababu kampeni za uchaguzi sio lazima. Narudia, kampeni za uchaguzi sio lazima kwenda kushiriki hizo kampeni au hiyo mikutano, tofauti na ile mikutano ya mitaa, kwa sababu mnapewa nafasi ya kujadiliana, lakini kwenye hii hizi ziitwazo kampeni sasa uh, ni mara chache sana kuona wananchi wakipewa nafasi za kuuliza maswali ama kueleza changamoto zao, tofauti na walivyoeleza wale wagombea sasa. Hebu imagine tutafakari jambo hili kuna mtu anagombea udiwani anamweleza eti changamoto mgombea wa ubunge. Kuna mtu anagombea ubunge eti anamweleza changamoto za wananchi ambazo hajawahi kuzisikiliza mgombea urais, na mgombea urais anaenda jukwani, anahubiri na kuondoka ndio maana pia nawapongeza hawa ambao hawaendi, kwa sababu kuna kitu ambacho ninachokiona, ninachokiona nikiweke kwenye maoni yangu, kwamba nini kifanyike. Niwaombe ikiwapendeza, watawala, kwa sababu ndio watawala hawa, kwa sababu unapoingia kwenye kugombea, kuania nafasi fulani, wewe, maana yake tayari umeingia kwenye eneo lingine la utawala, uwe chama kilichopo ama chama mbadala ama kitakachokuja wewe bado tayari umevuka level fulani hivi, hauitwi tena mwananchi eh, kwa sababu kuna wananchi, halafu pia kuna watu wengine wenye level nyingine wanaitwa viongozi. Sasa ni waombe viongozi wa vyama vya siasa, hasa wagombea, ikiwapendeza, ikiwapendeza kwenye hiyo mikutano, wapeni nafasi wananchi wawaulize maswali. Kwa nini mnaogopa maswali? Mnaishia tu kusema nitafanya hiki, nitawaletea hiki. Wale wanavihitaji hivyo au wanahitaji kuletewa hizi changamoto mnazo zijua hizo nyie, mmezikuta wapi? Tawaambia nani? Viongozi wenzenu. <laughs> e? ni waombe wagombea pote mnapokuwepo na mikutano yenu na makusanyiko yenu hayo, wapeni nafasi watu waulize maswali yao, hasa watu wa maeneo husika, sio wale ambao mtakao mnawapanga, kwa sababu kuna michezo hii ndani ya siasa. Kiongozi anafika sehemu, amempanga mtu wa kumuuliza kitu fulani, atakijibu hicho huko, wamewapanga watu wengine wakushangilia, na baadaye utakuta wanaondoka nao kwenye magari au kwenye namna yoyote ile, anaenda nao kwenye mkutano mwingine. Ni waombe, mnapofika mahala sehemu fulani kwenye mikutano yenu, wapeni nafasi wananchi waulize maswali <coughs> wananchi watawaelezeni mambo mengi ambayo yataweza kuwasaidieni na nyie, lakini pia kusaidia jamii husika. Sijui kama tunaelewana au mnawaogopa wananchi, au mnaogopa maswali ya wananchi? Kama mnaogopa kwa nini? Kama viongozi hampaswi kuogopa maswali ya, ya wananchi. Kama viongozi mnapaswa kusikiliza wananchi. Kama viongozi mnapaswa kuwapa thamani wananchi. Sasa thamani ya hao wanaoitwa wapiga kura itakuwa wapi? wanawakilishwa <laughs> watakuwa wanawakilishwa eh? Wanawakilishwa na nani? Kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha kampeni cha kuomba kura na kujua pia matatizo ya watu wengine. Kama mgombea wa ubunge anaomba kura naye na hata na hajafika kwenye sehemu fulani hivi kujua nini kinachoendelea wale wananchi, wanawakilishwa basi wapeni hata viongozi wa, wa serikali za mitaa waulize maswali ama wawaambie changamoto husika ya maeneo ya husika, ili mia not mwachukue na kuondoka nayo, au ni... tutakuwa tunaendelea kuambia wananchi kuhusu swala la utekelezaji wa ilani ni <tuhum> <tuhum> waombe sasa, ikiwapendeza kama nilivyosema, wapeni thamani wananchi, wapeni thamani wapiga kura, wapeni thamani hawa wananchi wamepigika sana, basi wapeni nafasi hata ya kuzungumza. Langu kwa leo lilikuwa ni hilo, ili tutafakari kwa pamoja. Lakini swali linabaki, kama viongozi wagombea wa nafasi mbalimbali za udiwani, ubunge na urais, kama hatuwapi nafasi wananchi kuuliza maswali, je, tunawaogopa? Na je, hizi ni kampeni za uchaguzi ama ni hotuba za viongozi ama ni mahubiri? Tutafakari kwa pamoja, karibu.